Jean-Bedel Bokassa, ambaye aliwahi kuwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na baadaye kujitangaza kuwa kaisari wa milki ya Afrika ya Kati, ni mmoja wa viongozi wa kipekee na wa kushangaza katika historia ya kisiasa ya Afrika. Utawala wake ulijulikana kwa mchanganyiko wa mambo ya kifahari, ukatili wa kisiasa na maamuzi yaliyotia watu wengi mshangao.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 hii ni FMB TV. Jambo la kwanza la kustaajabisha kumuhusu Bokasa. 1. Kujitangaza kaisari wa milki ya Afrika ya Kati. Mojawapo ya mambo yanayoshangaza zaidi kuhusu Bokasa ni uamuzi wake wa kubadilisha jamhuri ya Afrika ya Kati kwa miliki ya Afrika ya Kati mwaka 1976 alijitangaza kuwa Kaisari Bokassa wa kwanza na kufanya sherehe kubwa ya kutawazwa tarehe 4 Disemba mwaka 1977. Sherehe hizo ziligharimu dola milioni 30 kiasi ambacho kililingana na bajeti ya mwaka mzima ya taifa hilo. Bokassa alivaa taji la dhahabu lenye uzito wa kilo tano na gari la kifahari lililoletwa kutoka Ufaransa. Hafla hii ililinganishwa na utawala wa kifalme wa Ulaya, hasa wa Napoleon Bonaparte, ambaye Bokassa alimwona kama mfano wake wa kuigwa. Jambo la pili ni mapenzi yake kwa Napoleon Bonaparte. Bokassa alijulikana kwa kuvutiwa sana na kiongozi wa Ufaransa Napoleon Bonaparte. Mapenzi haya yalionekana wazi katika jinsi ilivyopangwa sherehe ya kutawazwa kwake ambapo alijaribu kuiga mtindo wa Napoleoni. Pia, Bokassa alijulikana kwa kuvaa sare za kijeshi zinazofanana na zile za Napoleon na mara nyingi alijitambulisha kama mrithi wa utawala wa kifalme wa Ufaransa. Jambo la tatu ni utawala wa kijeshi uliojaa hofu. Bokassa alikuwa na mkono wa chuma katika utawala wake, akitawala kwa njia ya ukatili na ukandamizaji wa wapinzani wake wa kisiasa. Anasemekana kuwawinda wapinzani wake na kuwafungulia mashtaka ya uongo ili kudumisha utawala wake. Watu walikuwa na hofu ya kiongozi huyo kwa sababu ya maamuzi yake yasiyotabirika na hata baadhi ya wafuasi wake waliofia kuanguka kwake. Jambo la nne ni tuhuma za ulaji wa nyama za binadamu. Mojawapo ya mambo yenye utata na ya kustaajabisha zaidi kuhusu Bokassa ni tuhuma za ulaji wa nyama za binadamu. Ingawa hakuwahi kuthibitishwa rasmi kula nyama ya binadamu, madai haya yalizua gumzo kubwa duniani. Bokassa alikanusha tuhuma hizo, lakini hisia za umma zilijaa hofu kuhusu tabia zake zisizo za kawaida. Jambo la tano ni kushutumiwa kwa mauaji ya wanafunzi. Mwaka 1979 Bokassa alihusishwa na mauaji ya wanafunzi waliokuwa wakiandamana dhidi ya agizo lake la kulazimisha ununuzi wa sare za shule kutoka kwa kampuni aliyomiliki. Wanafunzi waliokataa walikamatwa, na ripoti zinasema kwamba baadhi yao waliteswa na kuuawa kwa njia ya kikatili. Tukio hili lilisababisha hasira kubwa ndani na nje ya nchi na mwishowe ilichangia kuondolewa kwake madarakani. Jambo la sita ni kuangushwa mamlakani na Ufaransa. Mnamo Septemba mwaka 1979, Bokassa aliondolewa madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi ambayo yaliungwa mkono na Ufaransa. Wakati wa mapinduzi hayo alikuwa safarini nchini Libya. David Dako aliyempindua awali alirudishwa madarakani, na Jamhuri ya Afrika ya Kati ikarejeshwa kutoka kuwa miliki hadi kuwa jamhuri. Jambo la saba ni maisha ya baadaye ya kujificha na kurejea nchini. Baada ya kuondolewa madarakani, Bokassa alikimbilia Ivory Coast na baadaye Ufaransa ambako aliishi maisha ya kifahari kwa msaada wa mali aliyojilimbikizia wakati wa utawala wake. Hata hivyo, mwaka 1986 Alirudi nchini Afrika ya Kati, akiamini kwamba wananchi wake wangemkaribisha kwa shangwe. Badala yake, alikamatwa mara tu aliporejea na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini, mauaji, na matumizi mabaya ya madaraka. Jambo la nane ni hukumu na msamaha wa kushangaza. Bokassa alipatikana na hatia ya makosa kadhaa na kuhukumiwa kifo mwaka 1987. Hata hivyo hukumu hiyo ilibadilishwa kwa kifungo cha maisha gerezani na baadaye kifungo cha miaka 20. Mnamo mwaka 1993 aliachiliwa huru kupitia msamaha wa kitaifa uliopewa na Rais Andrew Kolingiba. Tukio hili lilizua mjadala mkubwa kuhusu urithi wa Bokassa. Jambo la tisa ni urithi tata. Ingawa Bokassa alikuwa kiongozi mwenye maamuzi ya kushangaza, watu wengine wanamkumbuka kama kiongozi aliyekuwa na maono ya maendeleo ya nchi yake. Alijaribu kuboresha miundombinu na huduma za kijamii, lakini urithi wake ulichafuka na ukatili, matumizi mabaya ya madaraka na mtindo wa maisha ya kifahari. Mnamo mwaka 2010, Rais Francois Bozize alimpa Bokassa heshima ya baada ya kifo akimwelezea kama mmoja wa watoto wa taifa. Jean Bedel Bokassa ni mmoja wa viongozi wa kihistoria wa Afrika aliyeacha alama ya kipekee kwa sababu ya maisha yake ya kustaajabisha na utawala wake wenye utata. Kutoka kwa kijiji kidogo cha Bobangui hadi kuwa Kaisari wa miliki ya Afrika ya Kati, safari yake ya maisha ilikuwa ya kushangaza na isiyo ya kawaida. Urithi wake unabaki kuwa mjadala unaoendelea, ukiwa na mchanganyiko wa hofu, maajabu na maswali mengi kuhusu tabia na maamuzi yake kama kiongozi. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati pia. Unaweza ukaniachia maoni yako sehemu ya comment, ku like na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki